Wa Takukuru ina ofisi 145 katika mikoa ya Kitakukuru 28, wilaya 111 na, na vituo maalum sita. Kwa ujumla wake, kati ya ofisi hizo 145, majengo ya mikoa yanayomilikiwa na Takukuru ni sabini tu, kwa maana ya mikoa 23, wilaya 46 na kituo maalum kimoja. Vile vile majengo yatakayojengwa katika mwaka wa fedha wa 2025 2026 ni 11 ambayo inajumuisha ofisi moja ya mkoa na ofisi kumi za wilaya. Hivyo kwa hesabu hizo, tuna jumla ya ofisi sitini na nne ambazo bado hazijafikiwa kujengewa ofisi, kwa maana ya mikoa minne, wilaya hamsini na tano na vituo maalum vitano. Kwa hiyo tunaweza kusema kuwa Nyang'hwale ni moja ya wilaya zenye bahati kwa kufikiwa mapema na zoezi la ujenzi wa majengo ya ofisi kwa idadi hii ya majengo ya ofisi za Takukuru. Mtakubaliana nami kuwa serikali imefanya uwekezaji mkubwa kwa Takukuru, jambo ambalo linadhihirisha dhamira ya serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa dr Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika mapambano dhidi ya rushwa nchini. Serikali imetuwezesha kwa kiwango kikubwa sana na ili kwetu Takukuru ni deni tunalopaswa kulilipa. Hatuna budi kuhakikisha kuwa tunafanya kazi kwa bidii zaidi na kwa weledi zaidi ili dhamira ya serikali ya kuitokomeza rushwa nchini pamoja na maono ya Takukuru ya kuwa na Tanzania isiyo na rushwa yaweze kufikiwa. Ninapenda kutumia fursa hii kuishukuru sana management ya Takukuru kwa kuweka kipaumbele cha kujenga majengo mapya ikiwa ni mkakati endelevu wa kuondoa tatizo la uhaba wa majengo na kuboresha mazingira ya watumishi kufanyia kazi. Sisi watumishi wa Takukuru tunaahidi kuyatunza majengo haya huku tukiendelea kuchapa kazi kwa uaminifu kwa weledi kwa uzalendo na kwa umahiri mkubwa katika majukumu yetu ya kuzuia na kupambana na rushwa hapa nchini. Ndugu mgeni rasmi, mradi wa ujenzi wa jengo la ofisi ya Takukuru wilaya ya Nyang'hwale ulitekelezwa kwa kutumia bajeti ya mwaka wa fedha 2024/2025 ambapo mradi ulitengewa kiasi cha shilingi milioni mia tatu themanini na tano, laki nne, elfu nne, mia moja hamsini bila senti. Mradi ulianza kutekelezwa mnamo tarehe 17 Februari elfu mbili ishirini na tano, na ulikadiriwa kukamilika baada ya miezi sita yaani mnamo tarehe 17 Agosti elfu mbili ishirini na tano. Kama nilivyoeleza hapo awali, bajeti ya mradi huu ilikuwa na shilingi milioni 385 laki nne elfu nne mia moja na hamsini bila senti. Hari kukamilika kwa kazi zote kwa mujibu wa mawanda ya mradi, kiasi cha shilingi milioni mia tatu themanini na sita elfu thelathini na nane hamsini na moja na senti sitini na saba kilikuwa kimetumika, ikiwa ni ongezeko la shilingi laki sita elfu thelathini na tatu mia tisa na moja na, na senti sitini na saba sawa na ongezeko la asilimia sifuri nukta moja sita ya bajeti ya mradi. Ndugu mgeni rasmi, ninaomba nitumie fursa hii pia kueleza kuwa utekelezaji wa jukumu la kuzuia na kupambana na rushwa katika mkoa wetu wa Geita linatekelezwa kwa mujibu wa madawati yetu ya uchunguzi, uelimishaji umma, uzuia rushwa pamoja na huduma za sheria na mashtaka, na majukumu haya yanatekelezwa kwa ngazi ya mkoa pamoja na ofisi zetu za Takukuru wilaya ya Bukombe wilaya ya Chato, Mbogwe pamoja na hapa Nyang'hwale. Takukuru tumejikita zaidi katika uzuiaji wa vitendo vya rushwa kwa kufanya ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za serikali katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kuendesha programu ya Takukuru rafiki ambapo wananchi wanaibua kero zao mbalimbali ambazo zikiachwa zinaweza kusababisha uwepo wa vitendo vya rushwa na Takukuru kwa kushirikiana na wadau hawa kutoa majibu ya kero hizo.